Kama semaji Abikubanga yeah, yeah, yeah, no kwanza? No kwanza Ndio mwezi unakwenda kuisha kwa kasi. kasi yeah, yeah, mwezi unaenda kuisha kwa kasi, lakini matukio ni mengi sana okay. Of course huu mwaka umekuja na matukio ya kutosha yani. Ya. Okay. Kwa mwaka ni mzuri of course. Sababu mwaka unakuja na matukio yu, si matukio ni matukio ni Ni mwaka mwaka ambao una changamoto kwa Kwa hiyo sio mbaya gani ya ya kutosha? kutosha. sababu ndio mwaka umeanza. Ah matukio ni mengi Kwa kwa ni, ni matukio ambayo yanaendelea kwa mtandaoni yeah. <laughs> Kwanza kwanza. kwanza na tukio Tukio la la kwanza, kuna watu walivishana pete yachi. E, kuna mtu ampotelea magari. Yaani matukio ni mengi of course yeah. Eh. So far sasa hivi naona kama eh, kuna kuna sitofahamu imeibuka tena kwamba Harmonize na Kajala e, hawako pamoja lakini pia walivalishana pete kwenye achi. Hilo unalizungumziaje? Ah, wako pamoja kwa sababu wakiwa hawako pamoja tunajua watu kwamba sasa hivi hawako pamoja. Kwanza, wana style kila mtu anamwani follow mwenzake. Lakini ukiona kila mtu anamwani follow mwenzake maana wako pamoja. Ilikuwaje ukwenda kwenye achi kwenye kuvalisha pete? Eh? <laughs> Mambo ni mengi na mi... ah, yeah, of course. Mambo ni mengi na mimi kuniangalia wasitokee tokee sana kwenye event za za za za, za Konde Gang au event za Masta, kwa sababu mwenye niko busy na mambo yangu ya yeah. Okay. Tuliona tukio la, la, la, la, la, la, Abdukiba kugombana na muuza chips. Na muuza chips. <laughs> Lakini inaonekana kama... kuna uongo pale. Labda kwa upande wako unaonaje ile tukio? Ah. Wasanii bana sometimes kweli hawana kitu. Unaweza kuona kama ni uongo, lakini kwa mda ule ilikuwa hana. <laughs> eh, hey, mwanangu sisi tunaona wakiumwa <laughs> sasa hivi wanatamba, ni watupostie mijengo huko magorofani huko wapi, lakini wakiumwa te wanaomba misaada. Umeshaelewa? Kwa hata yule, mimi naamini kabisa ile sio kiki. Ni kweli yeah. Kabisa alikuwa ana 1800 kwa muda ule, inawezekana 1800 anayo, lakini unajua mambo ya transaction, ma banki, ma nini, sometimes ma network, ma vitu vingi. Umeshaelewa? Kwa hiyo mimi naamini yule hela alikuwa hana kwa muda ule. Yeah. Alikuwa ana kabisa. Alikuwa ana. Labda mjazimo Mwenyewe alikuwa anakuambia alikuwa anapiga simu labda wamsendie hiyo pesa ili aweze kulipa. Umeshaelewa? Sasa simu zimegoma. Wengine hawashiki simu, wengine simu wanashika lakini hawana jambo na wenyewe kwa muda huo. Kwa hiyo kweli alikuwa ana kitu ya. Yeye kivipi hana kitu? Unao uhakika gani kama alikuwa ana kitu? Sababu uliongea naye. Uhakika ametuhakikishia yule muuza chips. Jamaa alikuwa anadaiwa hana hela ya kulipa shilingi 8000. Na hiyo vitu vinawezekana tu mtu anaweza kuwa bilionea lakini kwa kuna hela fulani inahitajika kwa hapo kwa hapo na mtu akawa hana. Wavunje vioo vya magari na taa. Sasa amewaletea dharau. <laughs> Lakini cheri koko. <laughs> Star mkubwa vitu. Wewe tuliza boli. Kwa sababu amewaletea dharau. Sijategemea kama Abdukiba anaweza kula chakula cha elfu nane. Nilikuwa najua labda anakula chakula cha elfu arobaini au elfu thelathini <laughs> kumbe tee tu mzee wangu, da noma sana. Kumbe nini? Te hana kitu <laughs> Sasa hajatoa ngoma mwaka wangapi? Sasa hivi hajatoa ngoma eh? Ngoma yake ya mwisho kutoa Alitoa pesa ilikuwa 2000 na ngapi nakumbuka. juzi, juzi walitoa ngoma ya King, King's Music walitoa wote ngoma yao ya pamoja, lakini yeye kama yeye anamdagaa, najatoa ngoma, anapata wapi hizo pesa Evi... ina maana kaka yake wanatafuta natafuta kwa anamletea, haiwezekani eh. Kwa hiyo maana wasanii watakuwa bevu vipi sasa ili kuepusha mikanganyiko kama hiyo, kwa sababu tukio la chips limeibua mambo mengi sana. Abikubanga <laughs> hawajiwekeze, tunawaheshimu waheshimu kalia yao, waheshimu jina lao. Yaani mtu anapokuwa bora uvumilie njaa, njaa haiwezi kukua kuliko unaenda unaaibika kama vile umeshanelewa, unadhalilika. Si ufunge tu masaa kadhaa, jioni ile itaingia utakula, umeshanelewa. Lakini ukitaka kula kwa wakati, kulale kwa wakati na jambo, una mwisho wa siku ndo kama vile unashikwa mashati tena, <laughs> vitu vya aibu vinatokea, ya uone kidane kwamba ni aibu ile. Haya, aibu sasa, msanii kama una deni elfu nane, ndugu yangu, elfu nane ya kudai, na hata angenipigia simu mimi ningemsendia hiyo hela. Elfu nane. Kwa sababu kuna mda unakwama, elfu nane alafu watu uliokuwa nao huwezi kuomba elfu nane. Yaani una watu wa kuomba milioni kuomba laki tano umeshanea watu wa kuomba elfu nane hauna, unaona aibu. Mtu ambaye unamwomba milioni, unamwomba laki tano, utamwombaje elfu nane? Umeshana kwa hiyo jambo lilikuwa hana kweli, na mjaribu kuwapigia simu watu wake ambao anaamudu, wa karibu, watu ambao wanaweza kumiliki elfu nane wote hawana hiyo elfu nane watu ni kina nani hao? elfu nane wa karibu, labda madensa wake, ma director wake, baba mwanangu, kama na elfu nane hapo, nitumie kwanza, ni soft kimeo hapo ni, sasa unakuta kila unamgusa so, ambaye anaweza kusaidia 8000 ana 8000 kwa muda huo, umeshonelewa watu ambao wana uwezo wa kusaidia ile 8000 na wewe uwezi kuomba 8000, inabidi uombe kwanzia laki laki mbili. Kwa hiyo zote zilikaa gumu yeah. si ndio hivyo ameshindwa, ameshindwa kulipa, amevunjiwa vioo ni nani ameshindwa kulipa? Abdu kwani nani tunamzungumzia hapa? si Abdu Kiba? Kwa mujibu wa muuza chips yule bwana ana 8000. Lakini bwana nasikia jamaa alikuwa anasema kwamba sio kweli na hivi kweli ukiangalia kweli Abdukiba anaweza akashuka kulipa elfu nane. Watu wote ndio tunashangaa hivyo kwamba Abdukiba anakosaje kulipa elfu nane lakini muuza chips ametuhakikishia hivyo kwamba jamaa alikuwa hana elfu nane na hatuwezi kumkatalia muuza chips sababu ni biashara yake ni mteja wake ameenda kula pale elfu nane hana mpaka mkuja mtokea ugomvi. Maana yake kweli elfu nane alikuwa hana kama angekuwa nao isinge isingefikia hatua ya kutokea na, na maugomvi so, nini kifanyike watu wao wanaishi sasa kwenye misingi mizuri, ili kuepuka hii mikanganyiko ya maugomvi na nini, kwa sababu unajua anajuwa wasanii nao pia ni binadamu kama sisi, wanaishi wanahitaji kula na wao eh, nini kifanyike? Abikubanga wasanii wengi hawasevu. Wasanii wengi wanaishi leo yani, mtu akipata pesa yake anataka avimbe leo, anunue macho matatu bila kuangalia maisha ya kesho. Lakini kama ukisevu ukijiwekea mikakati mizuri, ukiwa unafanya biashara, huwezi kuwa unazilika kwenye vitu kama vile vidogo vidogo, umeshanaelewa. Lakini wasanii wengi hawana mabizinesi bro, anategemea aweke ngoma YouTube ili watu wakaview kule ndio apate riziki huko YouTube kwenye majenzi, wamegoma kwenda kuview, umeshanaelewa. Kazi haziendi sasa hivi. Kazi haziendi sasa hivi, mambo magumu. Na wenyewe hawajijiwekea misingi hawajijiwekea maisha ya baadaye, ndio maana wanafeli. Unaonekana kufura, kufurahia sana swala hilo. Ah, sionekani kufurahia lakini kutokana na wewe ulivyoniuliza hilo swala linafurahisha, kuona msanii kama yule anadewa kama hiyo swala linafurahisha. Kwa hiyo ndio maana kila anapoongea anaongea kuna smile, kwa sababu da, mwenye siamini mzee, single ana 1800 alifurahi, namuitaga single. <laughs> Hey, yani hilo jina lake umeona nyimbo ya kakake ile Single Boy hey. Hilo jina yeye ndo mwenye muasisi wa hilo jina yule anaitwa Single. Ah, sijajua labda mwenye aliamua kujiita Single kwa sababu hajaamua kutuonesha mpenzi wake labda. <laughs> Lakini, yule si aliolewa na Alikiba siku moja? Hey, hey, lakini hilo jina before kuoa hilo jina la muda mrefu okay. Hey, hilo jina toka anatoka Amekwama, Amekwama ndugu yangu, ana jambo ana jambo kabisa nte wala lazima. <Carranza> mimi nashukuru sana bwana, ndugu yangu, kwa time yako exclusive kali kabisa umenipa. Ah ina noma, ina noma mwanangu, Bongo 5 Okay. Yeah. Umenipaanaa, unaona kinachoendelea eh. <imitaria> <imitaria> Doto Magari na mwanae Chifugola, w ujai kumkubaliki kabisa. <imitaria> ule jamaa <imitaria> Labda